ongea hapa ilianza kuendesha bodaboda 2019 sisi kama watu wa bodaboda wakati rais wetu aliingia kwa hii kitu alisema hii serikali ni ya mama mboga na hii serikali ni yetu kama watu wa bodaboda sisi kama watu wa bodaboda tunaumia Boda, zaidi kwa hii serikali ya William Samoei Ruto William Samoei Ruto sisi kama watu wa bodaboda bado tunaumia na anataka kuongeza fuel, so nikiongelea hiyo, inamaanisha mimi niko wapi sahii? Bodaboda ya one term, na mimi kama chairman ya bodaboda ya Jacaranda, watu wa bodaboda wote hapo Soweto, nimeweka one term. Nikiendelea kwa mambo ya Edwin Sifuna, najua kama uko na 50 years unapinga Edwin Sifuna, uko na future kama uko less than 50 years hauna future. Edwin Sifuna ndio gari yetu ndugu zetu. Na kama unataka kujua, wale waoga walisema, wale wamepeleka ile kitu kwa court, hakuna court walipeleka hiyo kitu, wameenda usiku wakapeleka Edwin Sifuna simu, wakampeleza Kenya inachomeka, Edwin, rudi, Kenya inachomeka. Na tulipea rudi two days, jurudi ni anaribu ODM, tulimpea two days ngine ninendelea hivi, kesho ndo tutaangaliana kwa barabara, na mimi ndo ningekuwa mbele, nyinyi wote mnifuate. <laughs> <laughs> mimi ni Edwin Sifuna damu, na nilikuwa na ngoja pia to mtu mmoja wajaribu kukuza mtu mmoja pia hapa chini ambaye ni babu wenu. Aa, vijana wawili wakiungana, Ruto anaenda siku inaopema. Sikuranganyi wawea wote sasa hivi wako na future, wako na Edwin Sifuna yako na na rais na hiyo miaka yako. Angalia future yako. Mimi nikiona kuna watu wengine bado wanasema tuungane pamoja. Na hiyo asubuhi ya mapema, kuna development Nyanza, kushinda wakisi. Gari zote zinaenda Nyanza, Nyamira, gari gari yote ni ya wakisi. chakula, chakula yote ndizi, tunakula ya wakisi. Aya, tukienda pale Western, hawa vijana wanatuliza vizuri na mahindi Tafadhali, saa hii watu wa Central wako one time. Central wako na one time na wao ndio wana kura mingi zaidi. Kalonzo ni one time hapa, wako na kura mingi zaidi. Western wako one time. Wako na kura mingi zaidi ongeza tena kura ya Wajaluo wote one time. Kama wewe ni Mjaluo uko two term, hauna future so, tuangalie future ya politics saa hii ni ile wakati 2027 William Samoei Ruto ataenda asubuhi na mapema nyumbani. Tusidanganyane. Tusidanganyane, tuko na, ganyane, tusi na ganyane, uwezo kama ni kura tunapiga. Time is over. Wewe wewe umeambiwa umeambiwa hii. Kama kama kama uko mimi mtu bona bona bona bona nikiwa anapata. So, Mr. Speaker, mimi nawaomba kwa hii gavana ya Nairobi. Tafadhali nawaomba. Naona mtu mwingine amejitokeza hapa anataka anataka senator. Huyu nani? Ya langu waje kutumiwa wewe comedian. Rudi kwa huko kwa redio, yani fanya utengeneze redio huko. Politics si comedy. Usifikirie unaenda hivyo hivyo. Ile wakati Mbona Raila? Sasa hii Raila yuko. Hata MCA huwezi pata ukaenda okay, no kwa MCA. Jalas. Siasa zikubeba mbele mkono 27. Na wale viongozi wetu wa Jaluo wenye walikuwa wakipewa mkono sasa hii wote, sasa hii ni pesa. Umetoa ngapi upate? Sasa hii ni vitu mbili, pesa na guns. Nani atakukanyagia debe? Na atakupiga hiyo debe teke na nani umempea pesa? Hiyo tu. Sasa hii wale viongozi wale